Asante sana, wapendwa, asante. Nimekuja kwenu leo na mada nzuri sana nataka tuiongelee. Majujuzi hapa nileta mada kwenu nzuri sana ambao ilikuwa kwa nini watoto ambao tunalelea hapa kwa diaspora ama ambao wamezaliwa hapa wanakuwa wana heshima, adabu ama utovu wa nidhamu. Nimepokea komenti zenu na maoni yenu yote nimeyapokea. Mumesema kwamba chanzo cha watoto kutokuwa na heshima na adabu ni wazazi wenyewe. Maana ni, ni, ni, ni jukumu la wazazi kuweka misingi bora katika familia zao. Wazazi wengi wamekuwa hawana muda wa kukaa na watoto wao nyumbani, na watoto wanakuwa na muda mwingi sana wa kukaa nje bila kuwa na wazazi. Shughuli za maisha zinatuma wazazi wasiwe na muda kabisa wa kuchunguza maisha ya watoto wao pia watoto hao wanakuwa wanakuwa na muda mwingi sana ambao wanakaa kwenye mamedia. Utakuta mtoto bado ni mchanga sana, mtoto mdogo sana, anakuwa na muda mwingi sana, anakaa kwenye media hiyo. Nayo inawezekana ni chanzo ya watoto kutokuwa na heshima na, na, na, na kutokuwa na adabu. Nini kifanyike? Maana watu wametoa maoni, comments zikuwa nyingi sana. Wazazi, che tuache kuwapa watoto muda mrefu kukaa kwenye mamedia, ili tuweze kuwatengea muda maalum wa wenyewe kukaa kwenye mamedia. Shughuli tulizo nazo ziweze kupunguka, ili tuwe na muda wa kukaa na watoto wetu, kuwachunguza wanavyotoka na kuingia. Nini kifanyike? Toa maoni yako, tena andika comment. Na na matumaini kwamba kipindi hiki kitaenda kumbariki baba moja katika familia yake. Asante sana na Mungu